Mara ya kwanza tume ya uchaguzi imekuja na jambo ambalo hata mimi limenifurahisha, inanitia moyo kweli, na lazima niseme, wanasema uchaguzi mwaka huu mambo hadharani, utakuwa laivu, si ndio? Ndugu zangu, tunasubiri kuona hiyo laivu ya tume. Wanasema tutamulikwa. Unachukua kura pale, uko laivu, unapiga kura, uko laivu kura zinahesabiwa iko live. Mgombea aliyeshinda anatangazwa, tuko live. Sasa tutajua mwizi, tutajua taingilia wapi. Ndugu zangu, niwaambie safari hii kapigeni kura. Kuna watu wanawaambia kasusheni, susieni uchaguzi CCM. Sio kususia ndugu zangu, CCM ukiisusia madhara sisi, sisi nakuambia madhara ya kuisusia CCM ukiisusia yenyewe inachekelea, ukisusa wenzao wanakula. Mmenielewa? ndugu zangu, haifai watu wetu waendelee kuumizwa na chama cha mapinduzi. Watu wenye akili timamu tunaangalia, haiwezekani. Sawa sawa, ndugu zangu, yeah. Mimi nawaomba sana, jiwekeni mguu sawa, pigeni kura za kutosha ndugu zangu, kapigeni kura za kutosha. Niwaambie ndugu zangu, elfu mbili na ishirini CCM baada hila ya kutufanyia hila tukaambiwa wabunge hatujui kusoma na kuandika. Mimi mwenyewe niligombea jimbo la Morogoro mjini nilishinda, nikanyang'ana. Niwaombe wale wa Chadema wa ACT wakafu, tuunganisheni nguvu, adui yetu ni chama cha mapinduzi <todic> na niwaombe mwenyeni <todic> mkapige kura, kura ya ukombozi kukomboa taifa hili, miaka 64 imetosha. Wao wanasema mkatiki, waambieni mkatiki nini, naenda kupiga kura ya kukomboa taifa <tosha> sawa sawa, ndugu zangu, ii nyembo fikirieni jamani, nchi hii chini ya system, wafanyakazi mnaoona wa serikali na askari wao mnaowaona walimu wadaktari wako laki nane tu kimane tu wameshindwa hata kuendelea kuajiri. Lakini kia kina mama mmeuza mbaazi, wengine wameuza magenge, wameuza matembele, wamebeba mabeseni, wamefungua magenge, wamesomesha watoto mpaka chuo kikuu, sindio? Watoto wanamaliza chuo kikuu, wengine ni walimu wazuri, wako nyumbani, wanakaa na mama zao na baba zao, lakini kwenye mashule walimu wanaambiwa, shule moja na walimu wawili, walimu wamekaa nyumbani. Viweshio sisemi tufanya tule viweshio, ambacho ni chakula cha sangara. Ndiyo maana sangara silani, hakuna viweshio. Ni kazi, ni chakula cha sangara, sio sisi. Hatuna wana maina, ukiwaona hata usoni